Uh, utahitaji bata au Blue Band kama hapa nilivyotumia, kisha utaiweka katika frampeni yako, utasambaza uhakikishe imesambaa vizuri na frampeni. Wakati unaipaka Blue Band, inatakiwa uwe umeweka kwenye moto moto kidogo tu ili iweze kuyeyusha ile Blue Band vizuri. Kisha utachukua sukari kijiko kimoja mpaka kimoja na nusu, na kunyunyiza kwenye frampeni yako. Utahakikisha umenyunyiza sehemu yote ya chini ishike sukari sukari hiyo vizuri na hii sukari isiyo ile ya kusaga, iwe ni sukari ile ambayo ina kama bonge bongebonge. Kwa hiyo utanyunyiza hapo vizuri na kusambaza, uhakikishe kote imekaa sawa. Utachukua ndizi zako mbivu mbili kisha utazitoa kwa kukata hizi sehemu za chini za kwenye ncha juu na chini. Alafu ukimaliza, utaikata katikati ili iweze kuwa na sehemu mbili zinazolingana. Kwa hiyo nadhani unaweza kaona hapo, unakata katikati. Ukubwa wa ndizi unategemeana na ukubwa wa chombo chako cha kuokea, na si lazima sana ukate. Unaweza kaamua toka zilaza nzima nzima, unaweza kaamua kazikata vidogo vidogo vya round kama chips au crisps, kwa design yote unayopenda, lakini kwa mimi nimependelea kutumia mkato wa aina hii. Kisha utakata kutokana na ukubwa wa front pen yako, na kisha utalaza kwenye front pen yako. Kwa hiyo utaanza ile ambayo ulikata katikati tu bila kugawagawa vipande, na kisha utalaza katikati. Kisha utafuata zile nyingine ambazo ulikata kwa vipisi vidogo vidogo, na kuviarrange kwenye front pen yako. Vitakuwa na muonekano kama huu unaoona hapa mbele ya skrini yako. Tafadhali usisahau kusubscribe, ni muhimu sana. Utachukua kibakuli chako kingine, kisha utaongeza yai moja, utaongeza sukari vijiko vitano mpaka sita. Utachanganya sukari yako pamoja na yai. Tafadhali yai usio, umelitoa kwenye friji. Yai linatakiwa limetoka katika lile joto la kawaida, ni kuiko sehemu ya kawaida, sio kwenye friji. Utachanganya na sukari yako mpaka mchanganyiko wako uonekane umechanganyika vizuri kabisa, kama hapo unavyoona Nadhani wote mmeona jinsi ulivyo. Kisha utaongeza maziwa. Hapa maziwa utaongeza mils 130 tu, na maziwa haya na yenyewe sio umeyatoa kwenye friji. Kama umeyatoa kwenye friji, kisha unapasha kidogo ya kutoa ule baridi, yanatakiwa katika joto la kawaida. Na kisha utaongeza vanilla. Vanilla hapa nimeongeza kijiko kimoja cha chai, na kisha utachanganya mchanganyiko wako. Utaongeza chumvi kijiko kimoja cha chai na kuendelea kuchanganya. Nikukumbushe tu kama bado hujatufuatilia katika peji zetu za Facebook na Instagram tunapatikana kwa jina la BelsFarm Kitchen. Utachukua unga wako ngano, nimechukua unga ngano grams 200 nikachanganya na baking powder kijiko kimoja na nusu cha chai, na kisha unachekecha vizuri. Nasema unachekecha ili kuondoa uchafu, lakini vile vile kuruhusu hewa kuingia na keki yako kuja kuumuka vizuri. Utakoroga mchanganyiko wako taratibu vizuri mpaka uhakikishe unga wote umeloa, umechanganyikana na maji maji. Utaona unga hata kidogo ulobakia unga mkavu, na usikoroge muda mrefu sana, inatakiwa ukoroge kwa muda mfupi tu, na kisha utaongeza mafuta ya kupikia. Hapa nimeongeza mafuta ya kupikia mezi thelathini. Kwa hiyo utaongeza mafuta yako ya kupikia na kisha utaendelea kuchanganya mpaka uhakikishe mchanganyiko wako unaonekana kama huu unaonekana hapa mbele. Utachukua mchanganyiko wako utamimina, na kule ambapo ulikuwa umeweka umekatakata ndizi kwenye pani yako. Utamimina mchanganyiko wako wa juu, uhakikishe mchanganyiko wako umekava ndizi zote, yani uhakikishe ndizi zote zimefunikwa vizuri na mchanganyiko wako, na kisha utasambaza kama kuna sehemu ambayo bado ilikuwa imebaki, na kugonga gonga pani yako kuhakikisha unatoa hewa hapo. Utagonga nadhani, ukigonga unaweza ukaona hewa babo zile zinafunguka utaweka juu ya mkaa. Mimi nimeweka kutumia mkaa, lakini unaweza kutumia mkaa, unaweza kutumia gesi, unaweza kubeki kwenye oven kwa kiasi unapotaka. Utabeki kwa dakika kumi na tano mpaka ishirini. Kumbuka tu utatakiwa utumie moto wa chini sana ili ndizi zako zisiweze kuungua. Kama utatumia gesi au utatumia mkaa, utatumia moto wa chini sana. Baada ya dakika kumi na tano mpaka ishirini utafungua kuangalia kama keki yako imeiva. Utatumia kisu au utatumia toothpick chochote ulicho nacho na utadumbukiza kuhakikisha imekuwa kavu kabisa. Hakikisha kisu chako kinatoka kikavu, utatoa keki yako kwa pembeni, itakuwa iko tayari na kisha utaiweka kwenye sahani tayari kwa ajili ya kuliwa. Ni keki rahisi sana kupika, inachukua dakika chache sana, 15 mpaka 20 inakuwa iko tayari. Na kama bado hujaangalia aina nyingine ya mapishi ya keki, hii ni mabo keki ni keki ambayo inapikwa kwa njia rahisi sana, mapishi yake ni rahisi na matamu sana sana sana sana. Ni keki ambayo mahitaji yake yanapatikana nyumbani. Utatumia kokoa, utatumia kahawa, utatumia um, unga wa ngano. Ni vifaa ambavyo vinapatikana katika mazingira yetu. Ni keki nzuri, ina mwonekano mzuri. Kama bado jaangalia aina hii ya pishi, tafadhali usisite kwa kuangalia pishi hili kwa kutumia video inaonekana upande wako wa chini wa kushoto, sehemu ambayo mkono, emoji ya mkono inakuelekeza, unaweza ukabonyeza video hiyo ikakupeleka ukaangalia mwanzo mpaka mwisho.